ameumia lakini sijajua kabisa kitu chochote kilichomkuta na ilikuwaje. Hatuna habari, sijafahamu kabisa, yaani mpaka dakika hii, yaani sijafahamu kabisa kitu chochote. ilipata tu habari za msiba, lakini hatujui ni kitu gani ambacho kimesababisha hiyo nani, tukio na mpaka yeye kupoteza maisha um, Yaani hatujajua kabisa kwa undani ni kitu gani ambacho kimesababisha kifo chake. mimi <tuhi> hapa mi sijawasiliana naye wakati anakuja, ila tu tulisikia kwamba kuna harusi sehemu na yeye ndo anakuja kusherehesha hiyo harusi. Kwa hiyo wakati anakuja na mahali alikofikia tulikuwa hatujui a tulisikia kwamba anakuja Dodoma lakini habari za kwa, kwa kujua ya kwamba hiyo harusi inafanyika sehemu gani na yeye atafikia wapi hata sikuweza kujua jana. <laughs> alingia Dodoma jana, mimi nilipigiwa simu ilikuwa saa nane na kaka yetu ambaye anakaa huko Dar es Salaam, ndo akanijulisha habari za tukio lilompata, lakini tulikuwa na hali nzuri ya kupata habari na hata ilikuwaje na hata kuulizia ilikuwaje na imetokea nini, yaani hatukupata mawasiliano mazuri, kwa sababu kila mtu alikuwa katika hali mbaya. Wale wale walienda hospitali, walimkuta wanasema walikuwa na, na majeraha ana majeraha mgongoni, yani ya meusi, yani mgongoni ana mabaka meusi hatuelewi, kwa kweli. Na kwa kweli nasindo kuongea. Ima kipenzi cha watu <laughs> mdogo wangu imamwondoka na ucheshi wako. Umeondoka na tabasamu lako mdogo wangu, kipenzi cha watu. Uliniita dada dada, kipenzi nani? Ataniita mimi dada kipenzi, Ima, kipenzi cha watu, Ima, ima, umeondoka na tabasamu lako. Ima, ndakuona wapi mdogo wangu. Ndakuona wapi mimi ima. Uliniambia dada, nitakuja nyumbani, tuongee kila siku nakwambia, ima, mbona uko busy au uji, ima, leo nakuja kwako umenyamaza.